Hii ni ziara ya waandishi wa habari mkoani Mbeya ambao imeratibiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, Mbeya UWSA, ambayo tumetembelea vyanzo mbalimbali vya maji, na hapa tuko katika chanzo cha maji cha Nzovu ambacho kinasaidia kutoa maji katika kata mbalimbali mbali, hapa katika halmashauri ya jiji la mbeya. Tuko kwenye chanzo ambacho ni cha chemchem chem. Chanzo hiki kinazalisha maji lita milioni 20 kwa siku, kwa unaweza kujua kwamba tukisema ile 73.5 ile ishirini inatoka hapa. Hiki chanzo pia ni cha chemchem. Maji yanatoka kwenye miamba huko chini. Eye miamba anaibuka hapa. Yakiibuka hapa tuna bomba ambayo inaingia kwenye huko kwenye bomba hili yanaingia kwenye tanki kubwa hapo. Yakiingia kwenye tanki kubwa baadaye tunasukuma kwa njia ya, ya pump. Kwa hiyo, suala la, la ulinzi wa chanzo tunafanya kwa, ni suala mtambuka. Sisi mmtambuka sisi peke yetu hatuwezi Tunatumia serikali za mtaa, tunatumia mpaka uongozi wa eh, kamati ya usalama ya wilaya, kamati ya usalama ya mkoa wote, tunaambia kwamba vyanzo vikiharibiwa hivi, baada ya muda maeneo yatakuwa jangwa. Niko pia na mwandishi wa habari hapa ambaye, eh, naongana naye kufahamu amejifunza nini hasa katika eh, vyanzo hivi vya maji. Ukianza kwa majina, umejifunza nini katika kutembelea vyanzo hivi? Asante. Mimi naitwa Elizabeti Nyivambe, ni mwandishi wa habari kutoka mkoa wa Mbeya. Uh, nimejifunza mambo mengi kwenye hivi vyanzo ambavyo tumetembelea ikiwemo namna ambavyo wanatibu maji lakini namna ambavyo linda vyanzo hivi vya maji ili shughuli za binadamu zisifanyike na kusababisha athari ambazo zinaweza ikatokea kwenye vyanzo hivi. Kauli mbiu pia ya mwaka huu kwenye wiki ya maji inagusia pia utunzaji wa uoto wa asili. Tukitazama mandhari pia ya eneo hili iko vizuri. Unatoaje elimu kwa wananchi ambao wamekuwa wakiharibu pia eh, katika vyanzo vya maji? Uh, kupitia kazi yangu ambayo ninafanya na ziara hii ina uhusiano mkubwa, kwa sababu sisi waandishi wa habari tupo kwa ajili ya kuelimisha jamii ikiwemo kutunza vyanzo vya maji, lakini pia uoto wa asili kama ambavyo tunaona mazingira yalivyo kwenye eneo hili. Umeifurahia ziara hii? Nimeifurahia sana. ni mwendelezo wa ziara kama ambavyo tumezungumza ya waandishi wa habari ambao umeratibiwa na mamlaka na ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Tuko katika tenki la kuhifadhi maji ambalo inahifadhi maji lita milioni tano, ambalo hili unaambiwa ni mwarobaini wa swala la maji katika halmashauri ya jiji ya Mbeya, lakini pia e, mbalizi kijumla kama ambavyo injinia Barnabas Konga anazungumza kwa sasa hivi, coverage ni 90%. Mradi ukamilika utaleta maji E, ya ziada lita milioni sabini. Kwa hiyo tutaongezeka hata huduma maji kutoka asilimia tisini ya sasa kuenda zaidi ya asilimia tisini na tano. Na tumesema, maji umesanifiwa kwa njia ya mserereko. Kwa kwanza tunaonekana masuala hayo ya, ya umeme. Na maji yakija kwa njia ya mserereko hapa, ya asilimia tisini na tano yataweza kuongeza kuwafikia wakazi wengi zaidi zaidi ya asilimia tisini na tano ambao ni utekelezaji wa ilani pia ambao naambia kwamba kufika mwaka 2025 tuwe zaidi ya asilimia tisini na tano mradi huu ukamilika katika ndani ya mwaka huu, basi maana kwamba sehemu kubwa ya maji au yote, asema kwamba huu ni mwarobaini wa huduma wa maji katika jiji la Mbeya kwa sasa. Sasa tunaendelea na ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita milioni tano na kwa sasa hivi tunajenga ukuta zote nne kama mnavyoona upande wa site huko hivyo, huku tukiendelea na ujenzi wa wa intake au banio ambayo liko maeneo ya Kiwira mto Kiwira, na huko asilimia sabini na tano mpaka sasa na wakati huo tunaendelea na manunuzi ya, ya bomba na mpaka sasa hivi tumeshaagiza bomba kilomita 3.5 ziko kiwandani, zinatengenezwa na baada ya mwezi mmoja wataanza kuzileta site kwa ajili ya kuzilaza. Awali, kabla ya kuanza ziara hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Mbeya, CPA Gilbert Kayange amebainisha madeni ambayo wananchi walisitishiwa huduma ya maji wamekuwa wakidaiwa pamoja na kuwakamata zaidi ya watu 100 na wahujumu wa miundombinu ya maji <coughs> Deni ambayo tunadai kwa wale ambao tayari tumeshawasitishia huduma lipo kati ya milioni 800 mpaka milioni 900. Kwa hiyo sasa mnaweza mkaona ni fedha nyingi kidogo ambazo zingekuwa ziko tayari upande wetu, hizo fedha tungekuwa tunazitumia kujenga miradi mingine mipya ya kuboresha huduma, lakini kuwaisha kwamba tunagharamia pia na shughuli za uendeshaji zikiwemo ununuzi wa dawa za kusafisha na kutibu maji zikiwepo mishahara ya watumishi na shughuli nyingine za za kiutawala, na ndiyo maana nazidi kusisitiza kila mtu eh, ambaye amepata huduma ya serikali ikiwemo huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ni vizuri kuwajibika kuilipia. Mpaka sasa hivi tumeshakamata kamata wananchi zaidi ya, ya mia moja wanaojihusisha na wizi wa maji na hujuma wa miundombinu ya serikali na wengine wamesha hukumiwa wameshaanza kutumikia vifungo vyao, lakini wengine wametozwa tozo kubwa za mamilioni. Mpaka sasa hivi tumesha kusanya zaidi ya milioni 300 kutokana na vitendo vya aina hii, lakini sisi lengo letu sio kukusanya milioni 300, lengo letu ni kuona tunazo jamii ambazo zina maadili zinazoheshimu huduma zinazotolewa na serikali amba, tuna wananchi ambao ni wazalendo ambao wanaheshimu na kulinda na kutunza miundombinu ya serikali ili kuifanya iweze kuendelea kutoa huduma ambayo ni endelevu. Kutoka katika tenki hili la maji ambalo linahifadhi lita milioni tano. Mimi ni Pasco Ndambo, endelea kufuatilia Manara TV.